Msomi mwenzake, lakini yule kijana wake hataoa msomi. Hata anaweza tafuta, anaweza oa labda mtu wa uh, class 6 dropout ama form 4 dropout. So a spiritual husband ni spirit ambayo huwa inasukumwa na wachawi na waganga ama manabii hawa wa uongo. So hii ni spirit ambayo huwa inatumiwa watu sana, ili ikapate ku break marriages mingi. Wacha tutoe mfano mwingine wa spiritual husband ama spiritual wife uh, let's say, msichana ni mrembo kabisa, lakini anaolewa na mtu ambaye anapenda watu wazee ama unaweza pata msichana ni mrembo, lakini anaenda kukaa na watu ambao wanavuta bangi ama wale ambao wanakula mgoka. So akiingia at atakuja ku end up na mtu kama huyo ambaye anavuta maybe bangi ama anakula mgoka, so ile ndoa haitaweza kusimama. So hii spirit huwa inatumwa na shetani ku break marriages mingi. So nafikiri leo umeweza kujua maana ya spiritual husband.